unaofahamu wimbo huu, ni wimbo ambao umekuwa ukiimbwa na vizazi vilivyopita vya sasa na hata vijavyo. Na ndipo hapa tunaamua kumtembelea mtunzi wa nyimbo hizi. Mkewe anatukaribisha nyumbani, na kwa kuwa hali yake ya kiafya si nzuri, tunamsubiri aletwe na mkewe. Kutana na mtunzi hodari na shupavu Profesa Arthur Kemoli, mhadhiri aliye na utajiri wa mziki, na mapenzi yake kwa taifa la Kenya hayawezi kufichika. Kenya nchi yangu nitaitukuza, nitailinda. maisha ni mwangu, hizo ni zangu. hakutunga hizo, hizo ni Kemoli mwenyewe wanazimba yani, copyright katika Afrika na Kenya eh, haiko eh, wachu ni kuchukua nyimbo za huku na kuplagiarize na kufanya watu wanataka. Ni mtunzi na mwalimu anayejivunia kuitungia Kenya nyimbo takriban mia moja hamsini na haswa wakati wa rais mstaafu Moi. Ukiona kiongozi ambaye anapenda muziki kama yeye, unapata una inspiration, kwa hiyo unatunga nyimbo nyimbo nyingi si kumfurahisha yeye tu peke yake binafsi bali tunafurahisha nchi nzima kwa maana e, nyimbo zangu si kusifu Moi, e, ni kusifu nchi yangu. Japo alitunukiwa siku ya mashujaa dei, profesa ananishangaza mbali na kwamba yeye ndiye mtunzi wa wimbo wa taifa katika kongamano la muungano wa Afrika. E, Afrika haijanipa sifa Eh, na kwa, kwa kimali sijapata pesa kwa, kwa, kwa hizi kwa hizi nyimbo. Kuna mtu amenipa pesa uh, uh, for gratitude um, kwa hivyo mimi ningali kidogo maskini ya Mungu. Lakini inaendelea na muda wote alipoilimbikizia sifa Kenya kwa ustadi wake wa utunzi, serikali haijanipa pesa yoyote eh, lakini wakisikia hii program pengine wataamka wanipatia fedha ndio niendelee na maisha. si nimekwambia, niko na kidney failure tena, macho hayoni na nimeretire. Na na ndoto yake ni kukutana ana kwa ana na rais mstaafu pamoja na Rais Kibaki. Nikamuuliza iwapo utapewa nafasi hiyo utawaambia nini. Nimwambia mzee, niangalie kidogo niendelee wimbo ungali mwingi kwa kichwa, na nataka niendelee kutunga na kuipenda nchi yangu ya, ya Kenya. Na si rais mustafu peke yake, hata rais Kibaki nitapenda sana kukutana naye, tujadiliane mwendo wa kuendelea mbele na kukuza utamaduni wa, wa, wa Kenya. Unapomtizama profesa utadhani hali yake ya kiafya ni nzuri kutokana na ukakamavu wake, lakini umenoa mkewe ananielezea ya masaibu yaliyomkumba profesa alipokuwa akiwakilisha Kenya huko Korea Kusini. One So I went to hospital and, uh, what I found that he was not he was not himself. That short moment he was in hospital, he was a very different person. So I didn't know what was going on but they said it was diabetes and we started to work on diabetes and blood pressure. Na sasa shujaa huyu anahitaji mtu kumsaidia na figo Ndipo asaendelee na ndoto yake, ndoto ambayo amekuwa akiiota kwa muda mrefu. Nilitaka muziki uanze kufunzwa and examined kwa primary schools in Kenya, ndio watoto waanze kujifunza muziki na kukuza utamaduni wa Kenya. Hapana, muziki wa hip hop.